rasmi. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kutana hapa siku hii ya leo. Aidha, kwa kipekee napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya kaguzi wenzangu wa afya ya mimea na viuatilifu kushukuru kwa kujumuika nasi katika mafungwa, mafunzo haya muhimu. Ndugu mgeni rasmi, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu kupitia idara zake za udhibiti wa viuatilifu na usalama wa mimea nchini chini ya sehemu ya usimamizi wa usafi wa mimea na karantini na vilevile sehemu ya usajili na udhibiti wa viuatilifu yani PRC imeandaa mafunzo haya kwa wakaguzi sabini wa afya mimea na viuatilifu, yatakwezesha yatakwezesha na wakufunzi kutoka ndani na nje ya mamlaka na katika hao wanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, wakufunzi pia watakuwa kwenye zoezi la kuapishwa la, la na ku, na, na kuweza kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo unaona ni, wa, ni wakufunzi lakini wanafunzi Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yamekuja wakati sahihi, ukizingatia uwepo wa ombo la kufanyika kwa shughuli za ukaguzi pasipo kuzingatia sheria ya afya ya mimea katika eneo la mafunzo kutangazwa katika gazeti la serikali na kupatiwa kitambulisho maalum cha ukaguzi. Hii ni kwa kuwa wakaguzi walikuwa gazetted kwa sheria ya iliyokuwa PHS na TPRI, na wengine kwa ajira mpya na wengine kuhamia katika mamlaka yetu. Ndugu mgeni rasmi, lengo kuu la mafunzo haya yamelenga kuwajengea uwezo wataalamu wa mamlaka katika kusimamia na kutekeleza sheria ya afya mimea na kanuni zake. Mafunzo haya yamepangwa kufanyika kuanzia leo tarehe 9 mpaka tarehe 18. Ndugu mgeni rasmi, malengo mahususi ya, ya mafunzo yetu ni kujenga uelewa juu ya sheria ya afya mimea na kanuni zake kama nilivyosema mwanzo na tuna wakufunzi wana sheria kama walivyojitambulisha. Lakini ndugu mgeni rasmi, malengo mahususi mengine ni kujenga uelewa katika eneo la ukaguzi wa afya mimea ambayo imekuwa ni gap kubwa sana katika kufanya operations zetu. Ikumbukwe kwamba kwa wengi walioko hapa hawajapata mafunzo hayo katika utaratibu maalum kama huu, lakini pia kuwajengea uwezo juu ya kazi ya udhibiti wa viuatilifu nchini, ili tuendelee kuongeza ile nguvu ya kwenda kupambana na viuatilifu feki ndani ya nchi yetu, lakini kuhakikisha kwa wakaguzi wa, wa, wa afya ya mimea na viuatilifu wanatangazwa katika gazeti la serikali na kupatiwa vitambulisho maalum vya ukaguzi kwa mujibu wa sheria. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yamejumuisha washirika kwa shirika takriban sabini, kama nilivyosema hapo awali, kwenye kanda saba, zipo chini ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu, ili kukamilisha mafunzo haya wanafunzi kutoka ndani ya mamlaka wamehusika. Mfano, wakufunzi, wakufunzi kutoka ndani ya mamlaka tisa wa sehemu ya afya ya mimea, lakini kuna wakufunzi katika sehemu ya viuatilifu sita, kuna wakufunzi kwenye mambo ya utawala, yani human resource, mambo ya fedha, mambo ya communication wako wanne. Lakini vile vile tuna wakufunzi ambao tunategemea watatoka nje kwa, hapa nilikuwa ninao nao wanne, lakini nimeambiwa muongezeka mmoja kutokana na wingi wa wa wa, wa, wa, wa tunawategemea kufundishwa. Lakini pia katika hao wa wanne tunaye kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, tunaye kutoka mkemia mkuu wa serikali, na huyu ni afande ambaye atakuja kuambia jinsi gani wazingatia wanavyochukua vielezo na viorezo wakati wa, wa, wa kuona hii shughuli hii inakuwa ni ya kesi, basi wajipange vipi na wafanye kwa ufasaha ili twende basi, na mamlaka ipate kushinda na vile serikali iwe imeshinda, lakini tuna tuna ofisi ya, ya, ya usalama serikalini GSO wako wawili kwa maongezeko watakuwa watatu pamoja na dereva wao. Lakini pia tuna madereva takriban watano waliwezesha shughuli hii kubeba viongozi wetu kufikia hapa. Lakini pia mgeni rasmi, kwa mafunzo haya yamefanyika kwa mara ya kwanza yakihusisha idadi kubwa kiasi hiki, mimi mimi kwa binafsi nakupongeza. Ni matarajio yetu kuwa shughuli za ukaguzi wa afya mimea na viuatilifu zitaimarika kwa kiwango kikubwa hapa nchini ikizingatiwa kuwa wengi wa washiriki hawa hawakuwahi kupata mafunzo ya namna hii na utaona wote wanahitaji kuwa gazetted ili wawe mainspekta kwa mujibu wa sheria. Ndugu mgeni rasmi, vile vile mafunzo haya yatapelekea wakaguzi kuwa na uelewa mpana juu ya sheria ya afya ya mimea na kanuni zake na kuwezesha kutangazwa katika gazeti la serikali na kupatiwa vitambulisho maalum vya wakaguzi kwa mujibu wa sheria kama nilivyokwisha kusema hapo awali. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na manufaa hayo tajwa hapa juu, mafunzo haya pia yanaenda kuwezesha wakaguzi watatu kutoka sehemu ya pesticide application technology makao makuu ambao sasa watashirikiana na wakaguzi wenzao katika kusimamia usajili na kufanya ukaguzi wa vinyunyizi nchini kwa mujibu wa sheria. Na tukumbuke hapo awali tulikuwa tunashindwa kuwa na na inspectors ambao wamekamilika na eneo hilo ili waweze kutusaidia. Dugu mgeni rasmi, Mwisho lakini si kwa muhimu, napenda kushuku, kushukuru kwa juhudi unazozifanya katika kuimarisha huduma ya ukaguzi wa afya ya mimea na viuatilifu hapa nchini. Ni kushukuru kipekee kwa manunuzi ambao umeyafanyikisha mpaka sasa, umeweza kutunulia vifaa kinga Tuna, stina, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna rain boot 160, tuna safety helmet 160, tuna nitrate gloves 398, tuna gas mask 48, tuna lab coat 100, tuna protective gloves 160, tuna rain coat 140, tuna cover all 130, na pia sare za, za wakaguzi zinaendelea kushonwa, na vilevile manunuzi mengine yanaendelea, vifaa vya ukaguzi. Kwa hiyo nikushukuru sana mgeni rasmi kwa ku, kwa kutuwezesha. Niseme, kukamilika kwa mafunzo haya tuta, tutakuwa tumewezesha wakaguzi 80. Pamoja na baadhi ya, ya, ya wakufunzi na kati ya hao wanafua, wa, tuna, tuna jumla ya wakaguzi 153 nchi nzima ambao hamsini, hamsini, hamsini, hamsini ni takriban tutakuwa tumeiwezesha. Kwa hiyo nikupongeze sana mkurugenzi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hatua hii, na naamini hizo asilimia zilizobakia hazikushindi na wala zitushindi sisi tulio chini yako kuzimalizia, na tutakupa mpango ambao tunafikiria kwa mwaka fedha ujao ili tuweze kwenda kwa haraka kumaliza na hilo hombo iliobakia. Ndugu mgeni rasmi, ni ombi langu la dhati kuwa kiasi cha wakaguzi waliobakia tutakamilisha mapema, ili mchakato wa kuwatangaza katika gazeti la serikali uwe ni wakati wote wa wakaguzi wote. Ikumbuke kundi lililobakia lilikuwa lilikuwa gazeti lilikuwa sheria zilizokuwa zikisimamiwa na TPHPA na PHS, na wengine wana uzoefu wa mafunzo mbalimbali, hivyo ni rahisi kufanikisha siku chache ya mafunzo na kuwa tumemaliza eneo lote. Kwa kusema hayo, ndugu mgeni rasmi, na kukaribisha sana kwenye mafunzo haya.